Mimi nadhani hii dunia imebakia miaka miwili mitatu isimame. Kwa sababu gani? Mpaka Muhaya anafunga safari kwenda Ngara kutafuta mke mm, Muhaya -hmm. wa no. Leo anaenda kumtafuta bila lyoshe bila <coughs> gowe Ye wa mzungu. Sio vizuri, amko siria. Hivi nikikwambia kwamba Uhaya sasa hivi wanaoa sana wanalilia umeishiwa kutafuta